Mpira wameuchukua tena Prisons. Janga Mansanga amewekwa chini, inapatikana frikiki tena, wamepata frikiki takribani tatu katika mazingira haya. Ezekiah Anderson Mwashilindi, Ezekiah Anderson Mwashilindi amepata somo, likaingia na likakubali. Amani Josia anapiga makofi, anasema ilikuwa ni nzuri. Ezekiah anderson Mwashilindi mpira ulidunda chini na kuvuruga hesabu za golikipa rest well kleopa david msuya hii ni salamu nyingine kutoka kwa tanzania prisons kwa bao zuri la free kick. Pita, simu iliyopita lakini hakufanikiwa namini msimu huu ingekuwa ligi kuu pekine sabianka amefosi mpaka ndani ingiza cross. Ngassa kalfan kasa anaiandikia bao la pili Tanzania Prisons. Amani Josia anakubali, mpango umefanya kazi na panakuwa panogi gerezani. Wanapitia wakati mgumu Coastal Union, wanafurahia mashabiki wa Tanzania Prisons. Hili ndio bao ambalo lilikuwa la pili kwa Tanzania Prisons. Sabianka alitumbukia nayo kwenye box ya kaseti cross ile na aku, akuwa na la kufanya Ngassa zaidi ya kuelekeza mpira ule kuelekea wavuni na kabaki anashuhudia tu, Falesen. Haya, nafasi Lukikoti anaset ile, msimu wanapata bao la kufutia machozi katika dakika hizi. Lakini je atafanya comeback na kuhakikisha kwamba wanapata mabao mawili, pengine mpaka ushindi, wanapunguza maumivu yale wanaandika bao simu. Setiana sana nzuri sana, hii aliwaacha simu, dakika nne zinaongezwa kukamilisha, kamekewa hii simu akaandika bao.